Moye Kagera oye, Dokta Samia oye. Zikiwa zimesalia takribani wiki mbili pekee kabla ya kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu wa Tanzania Oktoba 29 mwaka huu, joto la kisiasa ndivyo linavyozidi kupanda kukiwa na mpasuko mkubwa kati ya wanaopinga kuandaliwa kwa uchaguzi huo. Kwa upande mwingine, upinzani unasema uchaguzi huo haufai kuandaliwa pasipo mageuzi ya sheria za uchaguzi na kuwahimiza wafuasi kuvuruga uchaguzi huo. Hata hivyo, serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa chama tawala cha CCM kinashikilia atakayethubutu kuvuruga uchaguzi atakabiliwa kwa mujibu wa sheria. Viongozi wa upinzani nchini humo hasa kutoka chama cha Chadema kinachoongozwa na Tundu Lissu ni mwiba ndani ya chama cha CCM, huku kiongozi huyo akiendelea kukabiliwa na kesi ya uhaini dhidi yake. Pia naibu kiongozi wa chama hicho cha Chadema, John Heche, alikamatwa na jeshi la usalama na bado hajulikani aliko. Heche ameonekana kushikisha makali chama cha Chadema katika kupinga CCM na utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan anautaja kuwa wa kidikteta. Hecha alikamatwa baada ya jaribio lake la kutaka kuvuka mpaka wa kuingia Kenya kuhudhuria msiba aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya hayati Raila Odinga. Hata hivyo, aliokolewa na wafuasi wake, lakini siku moja baadaye alikamatwa na jeshi la usalama na hadi sasa hakuja kuwa na habari zozote kuhusu ni lini atafikishwa mahakamani. Kiongozi mwingine anayepinga CCM japo ni mwanachama wa chama hicho ni Balozi Humphrey polepole pole, aliyekamatwa majuma matatu yaliyopita na hadi sasa hajulikani aliko. Mzani wa kisiasa unaonekana kuegemea upande moja zaidi, kwani licha ya uchaguzi huu kuwa na wagombea wa urais kutoka vyama 17 ambao ni wengi zaidi ukilinganishwa na uchaguzi wa mwaka 2005, mwaka 2010, mwaka 2015 na mwaka 2020, lakini shamra shamra za wagombea nchini humo zimetawaliwa zaidi na mgombea wa chama tawala cha CCM wakati chama tawala cha CCM kikiendelea na kampeni zake kwa kasi kikitumia mabasi makubwa zaidi ya kumi, magari binafsi kama Land Cruiser ambayo yapo kwenye kila mkoa na wilaya, maelfu ya pikipiki ambazo zipo kwenye kila kata na maelfu ya baiskeli za chama hicho ambazo zipo kwenye mitaa na vijiji, hali ni tete sana kwa vyama vya upinzani vinavyoshiriki vina uchaguzi wagombea urais wengi wa upinzani wanatembea wakiwa na msafara wa gari mbili mpaka tatu pekee, huku gari moja likiwa ni lile walilopewa na tume ya uchaguzi kama sehemu ya maombi yao ya kuwawezesha ili washiriki uchaguzi huo kikamilifu. Wagombea urais urais wa upinzani wengi wao wanalazimika kuhutubia wakiwa wamepanda juu ya magari yao katika mikutano mingi, ili kukwepa gharama za kufunga majukwaa na kukodi vyombo vikubwa vya muziki. Pia kutokana na kutokuwa na fedha za kufanya matangazo ili kuhamasisha watu wajitokeze katika mikutano yao, wanalazimika kuhutubia maeneo ya mikusanyiko kama sokoni na vituo vya mabasi. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Janet Mumbi. Coco FM, ladha ya Pwani.